Dalili za hatari kwa mama mjamzito. Tafadhali usipuuze dalili hizi. Kama wewe ni mama mjamzito, kama una dalili hizi, hakikisha unafika hospitali haraka sana. Hakikisha unavyoziona hizo dalili, unafika hospitali haraka sana. Dalili hizi zipo kumi. Tafadhali nenda nasi hatua moja moja baada ya nyingine hadi ya mwisho ya kumi. Namba moja: kutokwa na damu ukeni. Kama unatokwa na damu ukeni, hata kama ni kidogo, hakikisha unawasiliana na daktari wako. Yaweza kuwa ni ishara hasa ya mimba kutaka kuharibika, aidha mimba kutishia kuharibika. Namba mbili: maumivu makali ya tumbo aidha mgongo wa chini. Kama unapata maumivu makali ya tumbo aidha mgongo wa chini, hakikisha unafika hospitali, na hasa kama yameambatana na kutokwa na damu, basi ni hatari zaidi. Hakikisha unawasiliana na daktari wako. Namba tatu: kichefuchefu na kutapika kama unatapika, una kichefuchefu kiasi kwamba unashindwa kula kiasi kwamba unashindwa kula kitu chochote mdomoni mwako, basi ni vema mkafika hospitali, aidha ukaongea na daktari wako kuhusiana na hali yako. Namba nne: kichwa kuuma sana. Kama una maumivu makali ya kichwa na hasa kama yameambatana na shida ya kuona ukungu, macho yaone vizuri, hizo zinaweza zikawa ni dalili za shinikizo la damu. Basi hakikisha unafika hospitali mapema sana. Kuvimba mikono miguu, au kuvimba uso. Kama una dalili hizi, basi hakikisha unafika hospitali, kwa sababu vile vile presha inapelekea mtu kuvimba miguu aidha kuvimba mikono. Namba sita, mtoto kuto kucheza aidha kupungua kwa mdundo wa mtoto, hasa kama umefikisha wiki ishirini na nane na bado huoni chochote basi hakikisha unafika hospitali mapema kwa sababu afya ya mtoto, mtoto anavyocheza inaashiria ana afya, ni mzima wa afya. Kwa hiyo kama achezi, ni vema kafika hospitali wakajua hali yake ikoje. saba. Kupasuka kwa chupa ya maji kabla ya kujifungua. Hii inaweza ikatokea, maji yakatoka haraka, aidha yakawa yanatoka taratibu. Unavyoona dalili hii, hakikisha unafika hospitali unaongea na daktari wako akusaidie ili kumaliza tatizo mapema sana. Namba nane kupata homa kali au joto kali. Joto kali, aidha homa kali, kama ni tunavyofahamu inaweza kuwa ni dalili ya maambukizi. Anaweza nikawa ni maambukizi ambayo yamemkuta mama mjamzito. Awezekana maambukizi kwenye kizazi aidha maambukizi mengine. Kwa hiyo ni muhimu sana ukakutana na daktari wako kujua hali yako, aidha wasiliana naye ili akushauri vya kula gani, aidha njia gani utumie, ambayo inaweza kukusaidia kama siyo maambukizi. Namba tisa, kupumua kwa shida aidha maumivu ya kifuani. Ukiona unapumua kwa shida au una maumivu ya kifua, ni mama mjamzito, yawezekana kuna shida kwenye mapafu, aidha kuna shida kwenye moyo. Sasa moyo ukipata shida, ndo moyo unasukuma damu ili ipeleke kwa mtoto, inaweza ikamletea shida mtoto. Kwa dalili hii, basi hakikisha unamuona daktari wako mapema sana. Namba kumi na ya mwisho, kama wewe unapoteza fahamu aidha unachanganyikiwa, hizi zinaweza zikawa ni dalili hasa ya kifafa cha mimba, aidha shinikizo la damu, pressure ya damu, high blood pressure, aidha inaweza zikawa kifafa ambacho tunasema ni eclampsia. Kwa hiyo ukiona dalili kama hizi, hakikisha unawasiliana na daktari wako mapema sana. Usisubiri hadi hali iwe mbaya. Usisubiri hadi uanze kuona mabadiliko ambayo yanatisha sana. Ukiona dalili kama hizo, wasiliana na daktari wako ujue namna gani ya kumaliza tatizo hili. Zaidi usisahau kulike, kutufollow kwenye akaunti yetu kwa ajili ya kujifunza zaidi, kusubscribe akaunti yetu pamoja na kushia na watu wengine wapate kujifunza. Asante. Kama umejifunza na umelipenda somo, naomba komenti hapa chini nimelipenda somo, nitafurahi sana kuona komenti yako.